Uaua vipi mwanangu? Kama kawaida, mwanangu. Kuna mission niko nayo hapa. Vipi mwanangu, nikulete? Niko nayo yani, tayari niko nayo hapa, chapuchapu tu hapo hapo hapo tena, ganda mwanangu, chapu tumi hapo, dakika mbili tu natua mwanangu, au vipi? Baridi sasa hapo wenyewe